Tunapenda kufanua kuwa mali zote za kanisa ambazo ziko ndani ya majengo yetu kama vile vyombo vya muziki, yani PA system, vifaa vya ofisini kama kompyuta, fedha za sadaka ambazo zilikuwa zimepelekwa benki, vifaa vya media, mashine za machapisho na mali nyinginezo, zote sasa viko chini ya usimamizi wa polisi. Polisi walivunja kufuli zetu za mlangoni na kuweka kufuli zao, kwa hiyo huingia na kutoka katika maeneo ya kumi za ibada, ofisi zote na maeneo yote ya majengo ya kanisa bila kikomo, kwa kuwa walinzi wetu waliondolewa. Tunabainisha kuwa jeshi la polisi linawajibika moja kwa moja kwa usalama, uharibifu na upotevu wowote wa mali zetu za kanisa kipindi chote ambacho majengo yetu yako chini yao. Tutaendelea kuwapatia taarifa nyingine kupitia mfumo wetu rasmi ya taarifa kama ambavyo tulikuwa tukifanya. Mungu awabariki sana. Asanteni.